Naam, asante sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV na karibu kwenda kuwa pamoja na sisi. Ni saa kumi na mbili sasa Afrika Kati ikiwa ni moja majira ya Afrika Mashariki. Uh, ni wakati ambao tunakutana kwa ajili ya kwenda kusikiza mitazamo mbalimbali ya wananchi na kama jinsi mnavyojua, uh, kipindi hiki ni fursa eh, kwako wewe ambaye una dukuduku duku lako una kichochote ambacho unaisikia kwamba hiki umesikia katika habari zetu na unataka kuleta ufafanuzi wako ambao unaona kwamba uh, hii suala lingekuwa hivi, ingekuwa ni hivi, ama pia kuna kitu mtaani kwako ambacho unakiona na umekisikia pia uh, kinaweza kusaidia kujenga. Uh, ndio nafasi hii ambayo unapewa kuweza kutoa yale ambayo yako ndani ya moyo wako. So tunasikika vizuri sana kote duniani, Australia, Canada, USA, Central pamoja na East Africa, South Africa pia kule watu wengi wako wanatusikiliza. Mimi ni Rajab Akili Kabonga, the one in Town, DJP Embo. Tusikilize raia wanasema kitu gani. ah, bonjour bonjour papa Rajab, habari za mchana mzee wetu, habari za saa hii baba. habari za mchana, yuko sawa tangia asubuhi mpaka muda huu, kuna sikia bien Saw, sawa sawa, tunashukuru mzee Hunongali mzima ngali unatushauria unatia maoni na ma habari njema zinatoka kweli, tunafurahi usikiai maneno kweli. Neno la kuwa napenda kuongea ndugu yangu, nasikia habari za duzeri ya duzeri ambayo wazalendo wamesema na hasira wanayo na sisi tunayo, sisi wa raia tunayo ile hasira juufrdc juu, so ya FRDC tunayo hasira sana. Walo si wajeshi wale, so wajeshi. Ya pili hii neno huyu wa FRDC anasema kama wao, kwani tukonapenda kusema mafrd FRDC watu wote wanawachukia FRDC ndio hangi endelea kulaumulaumu kuseme yo mama kwa sababu, sisi tuko na sheria ya kula kulaumu FRDC. FRDC mbele kuwa FRDC walikuwa wananchi, walikuwa wananchi, walizaliwa na baba na mama nao kama sisi. Tuko waraia, nao walikuwa waraia, nao wanaingia nao katika jeshi, wanaingia katika jeshi Haya, kusema kazi kako kuingia katika jeshi itaimanisha kama umepoteza akili na kusipojua kama nawe uko binadamu na wewe ulizaliwa na mama na baba na wewe uko na damu sawa na mwili sawa na wengine mafuraha. Anaelekeza, anaelekeza mambo mengi, hawajue politiki kwenda namuna gani, hawajui hawaelewi politiki inakuwa ya wazungu, politike inakuwa hivi, viongozi wetu ndio mbovu. Sawa, tunasikia ile maneno, lakini sasa kwa wao, kama, kama ndugu zetu kama watoto wa Kongo wenye walizaliwa nao na baba na mama wenye walizaliwa katika hii nchi wanajua hii nchi, nchi ni yao ya wababu na nchi ya damu, hawana wengine nchi, hata wa kwa majeshi hawana wengine nchi sipokuwa nchi ya FRDC ha? Kwa nini wao sawa waliona hii mambo inakuwa hivi, viongozi wako wanawadanganya viongozi wako nini? Kwa nini hawangi kamata mshimamo kama vile vijana wetu walikamata mshimamo wa wazalendo? Kwa nini wao hawezi kamata mshimamo waseme hapana, tutakubali hii maneno viongozi wako wanatupeje, tuwishe wadada zetu, tuishe wababa zetu, tuishe wa mama zetu, awanyana wanakuja kuwa wana wanaokuja nje ni wageni Hatutakubali kutumika na hao watu, acha tutumike na wazalendo, watoto wetu wa ndugu zetu. Kwa nini anaanza sema mambo ya vile? Haiko wao ndio wanafanya ile kitendo? Haiko wao FRDC? Tunaisema, kwa nini tusiseme FRDC? Ile mambo wako wanafanya wao, wao, wao, wao. Hawako wakongomani. Mtangazaji wetu habari za, za kuko tena, naamini mko salama kwa nguvu za Mwenyezi Mungu nami najua nguvu mko nazo wazalendo, nguvu munazo basi. Tunaona ni maajabu sana kuona leo kongomani kwa kongomani wanakuwa wanapigana juu ya nchi ingine, kukia kuwachonganisha hiyo M23 yenye lijichangemo wakongomani wenye hawana akili juu ya pesa, wanauzisha wandugu zao na wana, wanataka wauzishe nchi nasikia hapo kwenye walipigana jana Uvira, acha tu wapigane tu, wazalendo, kwenye mko piga hizo shenzi. Anayeitwa ule M23 deja, alishakuwa msaliti huyo, alishakuwa na ile damu ya Kinyarwanda, hana tena huruma, hana huruma na ndugu yake, hana huruma ya inchi, hana huruma ya chochote, yaani hawazie kama kesho wanaweza wanawe, wakamgeuka hapo kwenye wako wanapiganisha nyie mko wa ndugu zao wa Kongomani wanakuwa wanawatoa gufuru, kusudi waingize waingize Munyarwanda aingie akamate kila fasi. Musikubali wakiwambia tena, musikubali kutoka, musikubali kutoka omwe, mupige shenzi, mupige masasi munapiga masasi wa kukufa wakufe, wa waku, kukimbia wakimbie. Ile kusema wako bana bafente, bana bafente. Na hizo pesa zenye banaleta, muchukue muzikule, na musingie mwa hiyo mwa hiyo M23 yao. Hizo pesa ni mali ya Kongo yetu. Zilitoka hapo Mkongo, mi niko na bisema kila siku hizo pesa bako bana mwanga za kusema bayitikishe kila, kila kila provense, bachukue kila provense ya, ya, ya nchi yetu ya Kongo. Hizo pesa muzikule, mwenye batazipatia sizikataye akule nasibafate. Api arudie kwake, kwenye alikuwa unakula hizo pesa nanajibakilia mkizalendo yu deja uko mzalendo, unajua inchi yako unafia inchi yako, na unajua kama leo bakikunyanganya inchi utaikala wapi? Utaenda kuwa maibobo wapi? Mujue tuko mayatima, hatuna prezida wakubwa, hatuna hao. Walishaoza bichwa wote walisha, sijui kama sijui kama nani aliwaroga sijui hao njo wako wanatuuzisha na, ku, na, na, na kutuma raia zinaisha. Hao wote tayari walishaingia mo damu ya Kinyarwanda. Anayeitwa MF, enturu, apigeni shensi. Musimwangalie mara pili, na hapo wako wanajongea, wako wanajongea, wanajongea, ni kusema mwinyarwanda akuye nyuma yao, mukipima tu kuondoa mugulu wanaingiza Munyarwanda. Sasa ndugu zetu, musisinzie, tuko mayatima, hatuna hatuna wakubwa ndani ya hiyo nchi, hakuna wakubwa tuko nao, musisinzie wa ndugu, musisinzie, musisinzie. Nchi ni yetu ya mababu zetu, nchi ni yetu ya mababu zetu. Hatuna pengine tutakimbilia. Ni hiyo Kongo yetu, Mungu aliweza kutubariki wazalendo. Mungu awapatie nguvu, awapatie nguvu, mkiwa munawapiga hivyo, mnanyang'anya na munabeba mabunduki, masasi, kila kitu, musi yaani musiurumie, musiurumie kila kila, kila naye itwa M23 basi badanganya aseme oh shia tuko mwa hiyo mm, mm ile yote ni bongo farde se yote ilishakuwa ni... iko ni M23, wale walikimbia ka wakaach... wakaachia M23 ingie, Munyarwanda ingie, si balikimbia wakaacha kama bunduki na masasi, balikimbia ka wakaacha bunduki na mama sasi, bakaacha kila kitu, bakacha na mateni na biato vyote bakaacha, bakakimbia ni juu ya nini, walikuwa walishajua kwenye watakimbilia na gisi watapatia sasa. Abo bandugu yabo njia bakie beba inchi, musibakubalie ile yote, bako wanawaonyesha baisha bafungula akili. Nadhani mulishaona gisi wako wanawachezesha kama karata hiyo, musikubali, musikubali. Najua Mungu wetu atatenda na mwisho mutashinda. Kila kienye mwanzo kina mwisho, ayi yote ngalitaisha na watasikia haya, na wakukufa walishakufa. Mwamwache tu wakuyake tu, waingie tu, waingie yake na masasi tu, waingie na mabunduki, waingie na mateni, watabiacha kisha binageuka vianyie. Wazalendo, Mungu ikuwa nawapigania Mungu anapigania na nchi yetu. Asante sana, laleni salama na Mungu awabariki wa popote. Mzalendo alipo, habari yako, Mungu amuwezeshe. Na mshindi Rajab Akili Kabonga, uko salama ndugu yetu mpendwa, ya tunasikia furaha sana vema tukikuona tena, unaamuka asubuhi salama na kutupatia tena habari taarifa ya habari. Ya tunashukuru Mungu, vema kuwa nasikia sauti yako, tunashukuru Mungu kuendelea kupatia uhai na kuendelea kupatia nguvu, vema, na pumzi ya kuweza kutupatia tena habari. Vema, so naweza sema tu Mungu azidi kukulinda, Mungu azidi kulinda afya yako Mungu azidi kukupigania kabisa na azidi kukufunika kwa damu ya Yesu Kristo. ya Mungu akubariki sana, ndugu yangu, tunafarijika sana na wewe na tunabarikiwa sana kupitia wewe. Vrema, Mungu akuzidishie. ya nikuana yangu ya kuweza kutoa hapa, ndugu yangu, maoni yangu ya kuweza kuongea hapa kuhusu hii muungano ya ya Kanambe, Marte Fayulu, Moiz Katumbi na Sesanga. Ya ndugu yangu na ndugu zangu wote wote kabisa wakongomani ambao wako katika hii group ya WhatsApp wote ambao wanatoa maoni yao hapa kwa Baraka1 TV na wakongomani wote kwa ujumla, kitu moja cha kushangaza sana kuona vrema nchi yetu jinsi inavyovamiwa ni kitu ambacho imetuchia huzuni sana na uchungu sana. nchi kama hiyo Kongo kabisa inakosa wadirija ambao wako mahiri, wadirija ambao wako na akili na wako na muru ya pei na wako na muru ya peple. Hatuna kabisa. Kwa maana hii nchi yetu inachia huruma sana na inasikitisha sana kabisa. Mimi muungano ya hawa watu hawa wote hawa awaine hapa, Kanambe Fayulu, Moizi Katumbi na Sesanga, ndugu yangu wa ndugu zangu Kongomani wote, tukiangalia tu vizuri kabisa kabisa, kabisa, vizuri kabisa kabisa, tukiangalia tu vizuri kabisa. Hawa watu wote waine hapa hawako Wakongomani, hakuna wote hapa ni waetranger wote hapa ni waetranger, na hii nchi yetu sirtu iko nasumbuliwa na iko naangaishiwa na waetranger tu mtupu nje wenyewe wako nasumbua inchi sana. Hawa hawa waetranger hawa ndio wenyewe wako na kuja kuinfluence wakongole d'origine kwa maana gani? Kwa maana wamekutana wakongole ni wapumbafu kiakili na ni wajinga kabisa, wametukutana sisi wakongole tuko wajinga hatujui At kuprotege nchi yetu, wametukutana tuko feble na njo maana walipata nafasi ya kuweza kutufianse kabisa kutuingiza box. Kitu cha kwanza walituona tuko na feblese ya kukosa amuru ya nchi ya pili, faiblesse ya kupenda pesa, ya tatu walitonako faiblesse ya kupenda wanawake. Hiyo ndio sababu wametukamatia pale, njoo maana unaona wadirija wengi wa Kongo kuanzia ku president wako na wanamke wa, na wa, na wa na etrange wa tena Kinyarwanda tu. Kwa kusema kweli, nchi yetu imevamiwa siku nyingi, miaka nyingi ya kutosha sana na wa watu wa etrange na wa wa hawa, sasa telma wanawakuja kutana prezida mwenyewe tulikuwa tunategemea kuwa yeye kabisa ni ni, ni ni mkongomani alisi alisi, naye pia anawakuja ana kutudesevoir kabisa. Prezida wa nchi ametudesevoir kabisa, ametudesevoir sana sana kabisa na guverneme yake yote. Tungili kuwa na prezida kabisa wa bien, prezida mwenye iko na akili, prezida mwenye iko na maturite kabisa, anajua ninini iko nafanya, kama awa watu hawa wakina Kanambe wakina Fayulu wote hawa, wakina Moise Katumbi wakina nani wote hawa, wale wote wenyewe wako wanaonekana kuwa kama ni watretre kama mwiyo Kongo wameshakimbia Elma. Tunakuja kutana mtu ambaye tulikuwa tunategemea, President de la Republique Felix Antoine Tshisekedi ametudesevoir kabisa, aonyeshi ile ile autorite bu bwake kuwa ye ni presida, kuwa ye ndio iko na neno ya kusema. Niliwahi kusema tena hapa, Kongo haistahili presida mwenye ana esprit, presida mwenye ana esprit militaire no. Kongo inastahili presida mwenye iko na esprit militaire, presida mwenye iko na ile nani ya njo pale wataogopa. wakati huyu, huyu nani Kanambe alipokuwa pale kongole gani mwenye alikuwa natoa kichwa hivi kongole gani alikuwa naongea mbora? Kanambe aliua ali awa wa jenero wengi sana, aliua watu wengi sana, aliua kongole gani mwenye alishimama. huyu huyu mwezi Katumbi awa mwezi Katumbi awa akina Fayulu hawa walikuwa wanaongea nini walikuwa nafunga wote kinywa. Katumbi huyu hakuwahi kimbia au akuwahi kukimbizwa na kabila sana, rudi tu hapa pa sasa. Huyu sasa ni kitu gani ambacho kiko kina mshinda Presidente Felix kureagir kabisa juu ya hawa watu? Kama ni jeshi iko nayo hawezi kuwa, kuwa kuwa kama watu wote wako korompi, watu wote kabila aliwakorompi? Ali hapana, na si aseme ana maminisio ana nini ya kuweza kukabiliana na awa nawa na watu washikwe. Kama yeye iko anawachezesha hawa watu hawa, wao awamchezeshi, watamulaza kichwa chini Presidente Felix, iko siyo kama iko aje? Presida Felix, sijuyo vile gisi iko hmm? Awa awana mchezo awa, kama yeye iko anawachezesha awa watu awa, wao wakimupata tu mahali tu hivi mzuri, watamulaza kichwa chini, juu hii nani mchezo Presida Felix iko nayo mwenyewe sasa. Tulikuwa tunategemea kuwa ni, ni, ni mzalendo wa kweli tulikuwa tunamtegemea kuwa ni, ni, ni, ni, ni mkongomani halisi wa baba na mama, ametuangusha. Sasa yeye aendelee kucheza, aendelee kuangalia awa watu awa aendelee kuangalia hivi na macho wao, watamulaza kichwa chini. Sisi kwetu kama raia at, evana atuna wasiwasi wasi. Tuta, tutamulia nataenda vileksi wengine wanaendaka. Akiendelea na hii mchezo, watamwangusha chini kabisa mpaka kichwa chake kitalala chini. Hiyo njoo ilikuwa yangu ya kuweza kutoa maoni yeye. Ye, iko nalalisha hawa watu, iko nawaangalia na macho, iko anawalea hawa watu President Felix, ana- analea madui wengi sana ambao wanamzunguruka pale wa vitari kamele wanani, anawalea tu hivi hivi tu, iko nawalea sio, si, si, si, kama ni, ku, ni, ku, ni kuwembeleza. Sijui aji Kongo haistahili kuwembelezewa, wale wa dirija Kongole awastahili kuwembelezewa. Kongo inastahili President mwenyewe iko makini, President mwenyewe iko dictator kusha mwenyewe atawezana na ile nchi ya Kongo, kwa maana wakongomani na hawa wageni wako nakuja hawa awako, hata watu wakuachililia hakuna, ni watu wakukimbiza kabisa, wote waende nje ya nchi. neki neki ne uzikana, ni kuwatoa uwai. Mimi misiue kama yeye sijue kama sache, basi ile ile kiti aende, aende akoe sango basi, eh? ama aende aende kwa pastor wake Dalo, aingie mu kanisa, aanza na hubiria watu jivi. Mi naona iko tu na esprit ya kipastor, ya ki pastor. Sasa alikaa pale kwa hiyo kiti juu, juu ya kuembeleza watu, watu ambao wanamwinukia. Alikaa pale kwa hiyo kiti juu ya ku ya, ku, ya kuangalia maadui ma hivi tu na macho hivi bili bila na kuwagombanisha eh? M23 ilikamata Bukavu Goma, sue kule, kule kote afanye hata kitu kama yeye iko naogopa kuua, atie watu wenyewe wako na spri ya kuua watumalizie hiyo mchafu yote, hiyo mchafu yote iweze kusafishiwa kuisha. Yeye acha na hiyo kiti kama awezane nayo. Naam, asante sana. Hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa jioni hii ya leo, mengine tukutane asubuhi eh, kwenye habari zetu za moto.